ni katika maadhimisho ya miaka sitini na moja ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambayo katika mkoa wa Mtwara yameadhimishwa katika viwanja vya Sabasaba manispaa ya Mtwara Mikindani siku ya Aprili ishirini na tano elfumbili na ishirini na tano ambapo mgeni rasmi katika shughuli hiyo alikuwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mweshimiwa Hemed Suleiman Abdullah. Katika maadhimisho hayo Mweshimiwa Suleiman amewaasa Watanzania kuuenzi Muungano kwa kuwarithisha vijana mioyo ya kuthamini na kuulinda Muungano huo. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpembita wa Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe chaneli yetu ili kuwa mbali mbali. Mbali mbali wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania hakika sisi ni watu wa field. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kama tunavyofahamu kuwa leo tupo hapa kusherekea tarehe 26 s 6 mwezi itakuwa imetimiza miaka sitini na moja ya muungano kati ya nchi zetu mbili Tanganyika na Zanzibar zilizounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tangu ulipoasisiwa tarehe ishirini na sita mwezi wa nne elfu moja mia tisa na sitini na nne. Tunapoadhimisha miaka sitini na moja ya muungano wetu, tunapaswa kufahamu mafanikio ambayo yamepatikana kwa pande zote mbili za muungano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 ni mingi sana na hatuwezi kuitaja yote na kuelezea kwa kina kwa muda huu mfupi. Ni dhahiri kuwa sote ni mashuhuda juu ya kazi kubwa na nzuri inayofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mkoa wetu huu wa Mtwara na kupata mafanikio mengi, ikiwemo kusimamia maslahi ya wakulima, uboreshaji wa huduma za afya, uimarishaji wa huduma za maji safi na salama huduma ya nishati na umeme kwa mijini na vijijini miundo mbinu ya barabara na mengineo. Haya yote ni mafanikio makubwa yaliyochangia kuleta mabadiliko ya kimaendeleo kwa wananchi katika kupata huduma mbalimbali, vile vile kujiongezea kipato kutokana na uboreshaji wa shughuli za kiuchumi. Aidha, ahadi yangu kwenu, serikali itaendelea kuleta miradi mbalimbali ya maendeleo katika mkoa wa Mtwara na Tanzania yote kwa ujumla, na pia kukamilisha miradi kwa sasa inaendelea inayoendelea na ujenzi wake. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha na kuwasisitiza masuala mbalimbali, vikiwemo vipaumbele vya taifa kama ifuatavyo. Tatu. Moja, hakikisheni mnashiriki katika uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani uliopangwa kufanyika hapa nchini mwetu mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Huu ni muungano wa kihistoria na wako wengi wanakuja kujifunza Tanzania kwa namna muungano huu unavyoimarika, na raha ya muungano wetu huu huu na sifa ya kipekee, kila siku zikienda mbele muungano huu unaimarika zaidi. Tafsiri yake ni kwamba viongozi wetu wa awamu zote wanaendelea kufanya kazi kubwa ya kuhakikisha muungano wetu unakuwa imara. Muungano oyee! Hivyo napenda kutoa wito kwenu wananchi, kuendelea kudumisha muungano wetu, umoja wetu, kuitunza amani na kuwaunga mkono viongozi wetu ili wazidi kutuletea maendeleo katika nchi yetu. Aidha napenda kuhakikishia kwamba Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa pamoja zitaendelea kuilinda amani ya nchi yetu, kudumisha muungano wetu na hazitasita kumchukulia hatua mtu, kikundi cha watu, au taasisi ambayo itabainika kutoa viashiria vya uvunjifu wa amani wa muungano wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uniruhusu nami niungane na walionitangulia kwa kumshukuru sana manani wetu Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi kwa kutuwezesha kufika hapa kwa ajili ya maadhimisho ya miaka sitini na moja ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, katika kipindi cha muungano mkoa wetu wa Mtwara umeshuhudia mafanikio makubwa ya kujivunia, ikiwa ikiwemo kuimarika kwa amani, utulivu pamoja na mshikamano vilevile vile, ulinzi na usalama ndani ya mkoa wetu na mipaka yetu. Aidha, tunashuhudia namna serikali inavyoendeshwa kwa kufuata utawala bora na uwazi chini ya misingi ya sheria, demokrasia na uongozi wa haki. Aidha, Wanamtwara wanazishukuru serikali zote mbili kwa kuwaletea maendeleo wananchi wake kwa kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo. Baadhi ya miradi ya maendeleo ni mingi, lakini ni chache ya kimkakati ni pamoja na upanuzi wa bandari ya Mtwara, upanuzi wa uwanja wa ndege wa ndege wa Mtwara, ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini, uchimbaji wa gesi asilia, ujenzi wa barabara ya uchumi kutoka Mtwara, Tandaimba, Newala hadi Masasi. Pia wana Mtwara wanaendelea kushukuru na kushuhudia mafanikio makubwa katika sekta ya kilimo, na hii imetokana na ugawaji wa pembejeo kwa ukulima wa korosho bure. Tunasema tunashukuru na tunaomba utufikishie salamu. Kwa majina anaitwa Nashiri Mfaume Pontia, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mtwara Vijijini. Leo tulikuwa katika viwanja hivi vya Sabasaba kwa ajili ya maadhimisho kuelekea siku ya muungano wa Tanzania, na tunashukuru nasaha za mgeni rasmi na, na, na, na wageni wengine ambao wameongea katika wa hadhara hii. Kikubwa ambalo nawasisitiza Wanamtwara ni kulinda muungano. Muungano umekuwa tunu kwetu, lakini kama alivyozungumza mgeni rasmi Muungano wa Zanzibar na Tanganyika tayari kuna, tuna, tuna, tuna undugu kati yetu, kwa hiyo tunao tunayo, tunayo, wajibu wa kulinda muungano wetu. Mimi naitwa Sefu na Ntapika Kilumba, ni katibu wa baraza la wazee Mpomba. Muungano huu ulipoanzishwa na waasisi, ulikuwa umetunzwa vizuri na ninachoomba wa vijana mwendelee kuutunza muungano kwani vijana ndiyo nguvu za kazi, nguvu kazi mpaka kufikia hapo. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpimbita wa Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa firdi.